Kuna raha sana Mungu akiwa pamoja na wewe, kuna raha sana. Ndio maana wakati Musa anaondoka alimwambia Mungu, unaenda na nani? kama uweni na sisi, sisi hatutoki hapa. Alikuwa anajua raha ya kuwa pamoja na Mungu. Haleluya! Ndio maana wakati mwingine wengine unakuta anaomba, naomba yaani, wakati anaomba utazani mungu wake mungu wake yuko yuko, yuko wapi? Sijui yuko ndachi kule Yaani utakuta naomba, Mungu uko wapi? Yaani utadhani Mungu wake sijui amesafiri. Yaani naomba, utadhani Mungu wake sijui ameenda wapi. Haleluya, haleluya. Mtu mwingine anaingia kwenye maombi, analia machozi, anadhani Mungu anatishwa na machozi. Mungu atishwi na machozi, hata ukilia mpaka ndoo nzima. Mungu atishwi na machozi kwenye maombi. Mungu anasema leta hoja, anasema leteni hoja zenye nguvu. Sio unaingia kwenye mambo unalia unadhani Mungu anatishwa na machozi. Ana mwenye alikuwa analialia Mungu akadhani anatishwa na machozi. Alipobadilisha maombi Mungu akasema, nilikuwa nakusubiri hapa. Maombi yako kama yajibiwi, badilisha gia ya maombi. Haleluya. Haleluya. Kuna maombi yako, hata wanaoendesha magari kuna gia fulani wanaona hii gia haimalizi mlima. Hata wewe umeomba sana, maombi yako yajibiwi, badilisha gia ya maombi. Amina. Mungu anasema leta hoja. Mungu anataka hoja. Si unaingia kwenye maombi unaanza kulia machozi, unadhani Mungu anatishwa na machozi. Haleluya. Hivi nilikuwa nasema pointi gani mpaka nikaenda huko? <laughs> eh, eh, eh. Eh, nilikuwa nasema pointi gani? Mungu anafanya nini? Unamfanya Mungu afanye kazi na wewe. Tumesoma msao shia sema nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Kile kitendo cha kutoka, hata sisi tukitoka, tuisha Bwana taelezea. Baada ya kujifunza, lazima tutatoka. Amina. Patakuwepo na siku wote tutatoka, atapanga, tutatoka, tutaenda ili, somo, ili semina tutaifanyia vitendo. Haleluya, haleluya. Tutatoka, anasema walipotoka, Mungu akawa pamoja nao, akawa pamoja. Kama unataka Mungu awe pamoja na wewe, toka ukamvunie Mungu nafsi. Kamvunia Mungu nafsi. Namba nyingine, namba nyingine, unakuhakikishia kufikia uwepo wa Mungu. Uvunaji wa nafsi unakuhakikishia kufikia uwepo wa Mungu, ili ujihakikishie Mungu yupo ni pale anapofanya mambo binafsi kwenye maisha yako. Kuna mambo tamani uwe na mambo ya kumthibitisha Mungu huyu Mungu naye mwabudu, uwe na mambo ya kumthibitisha kwamba huyu Mungu anafanya mambo kwenye maisha yako. Uwe na mambo ya kumthibitisha amina. Uwe na mambo ya kumthibitisha. Sasa sehemu ambapo unaweza ukawa na mambo ya binafsi ya kwako kwamba huyu Mungu ninaye mwabudu ameshanifanyia jambo hili, amenifanyia jambo hili. Ndio maana wakati mwingine tunakosa hata shahuda. Una mambo gani? unaweza ukamshuhudia mtu akaokoka? Wewe mambo ambayo Mungu ameshakutendea yapi? Ambao acha kumfunulia tu maandiko, kumwambia habari za Mungu, wako amekutendea mambo gani binafsi ya Mungu wako? Kama mimi Mungu naye mwabudu amenitendea hili, amenitendea hili, amenitendea hili. Ame, hata wewe Mungu anaweza kutendea lipi? Lipi? Tazame kwanza uliyokaa naye usoni, tazame uliyokaa naye mwambie, lipi ambalo Mungu amekutendea lipi? Najua atasema yako mengi, yako mengi <laughs> aleluya unakuhakikishia kufikia uwepo wa nani wa Mungu ili ujihakikishie Mungu yuko ni pale anapofanya mambo binafsi kwenye maisha yako. Daudi, wakati anaenda kumpiga Goliath, wakati anaongea na Sauli, akamthibitisha Mungu wake. Amina, akamthibitisha Mungu wake alivyomtetea na dubu, akamthibitisha Mungu wake alivyomtetea na simba, akamwambia huyo Goliath ni nani huyo? Kaa nikwambie kabla ya Goliati Mungu alishanishindia nishampiga dubu. Mungu niishapiga simba, nishamaliza huyu Goliati. Wewe una mambo gani ya kumdhibitisha Mungu? Saa sehemu ya Mungu kumdhibitisha ni kwa unapotoka kumvunia Bwana nafsi, kuvunia Bwana nafsi. Jambo lingine napomalizia, uchochea ukuaji wa kanisa uvunaji wa nafsi uchochea ukuaji wa kanisa. Uvunaji tunaangalia faida zilizomo katika uvunaji wa nafsi. Kama nilivyosema ni somo, naweka utangulizi kwamba uvunaji wa nafsi, uvunaji wa nafsi tunapotoka kuwashuhudia watu nyumba kwa nyumba, uchochea ukuaji wa kanisa, ukuaji wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Ukuaji wa kanisa pale kanisani na huyu mkurugenzi huyu amekuwa akija akifanya hizi semina za ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba pale kwangu, na mshuhudia, na mshukuru Mungu, pamekuwepo na ongezeko kubwa la watu, tungesema hata amen. <laughs> nimeshajua ameni amjitumii sana hapa, lakini sema sasa, si mwalimu wa semina yupo. <laughs> pale nimeona ongezeko la watu muda tulionao, lakini watu wameongezeka. Watu wanaongezeka kwa, kwa kasi, lakini siri ni uvunaji wa nafsi. Ile kitendo cha kutoka kuambia watu, hizi nyumba hizi unaweza kadhani zimeshafikiwa hizi nyumba hizi, mageti haya ya watu wanaowako huko, wana shida. Yaani naweza kasema mana wanasikia hao watu, we waende uone waende uone hiyo mageti hayo, nenda upige hodi uone jinsi watu walivyo na shida, jinsi watu walivyo na mateso. Mtu unaweza ukamwona yuko kwenye gari amefunga na tinted, unasema bora ningekuwa kama yeye, akikuelezea maisha yake unasema bora ya kwangu. Unaweza kuona watu wana mageti, wana magrofa, lakini wana mateso kibao. Mungu anataka tuwaendee hao, tugonge hodi, tuwafikie hao watu. Haleluya, tuwafikie kama nivyokuelezea mimi, si nimuongoza sala ya toba mkuu wa mkoa? Si nimekwambia mkuu wa mkoa wa pesa, ana shida ya pesa sana sana sana, ulinzi ana lakini bado alikuwa ana Yesu, nipo mwongoza sala ya toba. Akasema mtumishi, najisikia nimekuwa mwepesi. Nikajua hata kama mtu ana pesa, hata kama mtu ana mali na magorofa, kama hajampata Yesu, hayuko salama, bado hajawa salama kuna baba mmoja alisikia Arusha, yule baba alikuwa na pesa, anawaza aitumieje, si aitafuteje? Si tunawaza jinsi ya kutafuta pesa? Yeye, yule baba alikuwa na pesa, anawaza aitumieje. Yaani na pesa nyingi, jinsi ya kuitumia ndio anawaza. Yule baba alikuwa na dini lakini hana Yesu. Siku moja wakamkuta chumbani amejinyonga. Ana pesa, ana mali, lakini hana amani. Ana pesa, ana mali, ana kila kitu, lakini hana amani Wakamkuta chumbani amejinyonga. Kwa hiyo hawa watu wakati mwingine tunawapita, hizi nyumba tunazipita, lakini bado kama bado hatujawaelezea habari za Yesu hawako salama, wanakusubiri wewe. Haleluya! Sasa sehemu moja wapo kanisa kuongezeka, hey, ni uvunaji wa nafsi, uvunaji wa nafsi. Tunapowaendea watu, unagonga unagonga, ataelezea mkurugenzi. Wakati mwingine mkurugenzi anasema wakati mwingine wahubiri, tunapokuwa tuna nani, tunapokuwa tuna wainjili, watu wengi tunapoenda kushuhudia, tunatafuta kale kanyumba, kanasema anasemaje mkurugenzi? Hilo ni uwe ni siwe. Yani kanyumba kanasema ni uwe ni siwe, hako ndio hodi tuvereta mali za Yesu. Ah, hayo mageti, hayo magrofa ndio tunataka tuyaendee, sio unaegesha. Kanyumba kanasema ni uwe ni sikuwe, hako ndio unaenda kushuhudia. Hata hao, hata hao, na wao wanamtaka Yesu hata hao wenye magrofa wenye majumba hayo, ufike, piga piga kengere, wakufungulie. yeah. si so, unatafuta kanyumba kanafanya hivi ni uwe Yeye. Yeah, unajua najua kuigiza, ushuhuda wa mtu utaufanya vizuri. Haleluya! <laughs> <laughs> Mboja si atakumbuka, yes, ata, atafanya, lakini tunataka hao watu wenye hao hao majumba hayo kama wana Yesu hawako salama. Yaani mtu anaweza akawa na pesa, mimi nilishuhudia mkuu wa mkoa, ninamuongoza sala ya toba. Ninaimwambia piga magoti. Nikampiga maombi. Alipomaliza akasema nimekuwa mwepesi. Nikasema huyo ndiye Yesu. Kumbe hata kama ni mtu ni nani, ni bosi kwenye kampuni, ni bosi kwenye taasisi, bado kama hajampata Yesu, hana amani ya kweli, hana amani ya kweli. Kwa hiyo lazima tutoke. Uvunaji wa nafsi, uvunaji wa nafsi, uvunaji wa nafsi, uvunaji wa nafsi unafanya ongezeko la kanisa, ongezeko la kanisa. Pale mimi naona kanisa tunaenda kwa kasi sana, tunaongezeka. Lakini ni watu wanavyotoka, wanavyoshuhudia, wanavyohubiri. Juzi juzi tukawa tunahesabu watoto tu, watoto tu, kwa watoto tisini, na pale kanisa nikuwa tunajitahidi sana kuzaa Niwaambia wamama, jitahidini mzae. Kama mnashindwa, kama tutashindwa kushuhudia basi tuzae sana <laughs> nanyi hapa mnazaa sana, Bwana asifiwe. Kwa hiyo pale kahesabu watoto, tuna watoto tisini. Wamama wanajitahidi sana kuzaa, nasema tuzae sana <laughs> sasa kama mshuhudii, basi tuongezeke sasa hata kwa kuzaana, sasa atakuwa baada ziviwe lakini, tumeona jinsi kanisa linavyoongezeka jinsi watu wana, yani kila Jumapili, ukitaka uwe rafiki na mchungaji mletee watu kanisani. Kuna mtu hajanielewa, ukitaka mchungaji awe mshike mkono mwenzako kusema, ukitaka uwe mrafiki wa mchungaji mwambie hanza kuleta watu kanisani. Haleluya! Yani ukitaka hata mchungaji yani, mimi mtu akileta mshirika kanisani nasikia burudani yani natamani mnunulie hata Pepsi. Sio, natamani namnunuliaga Pepsi. Yani mtu akileta mshirika kanisani, ukitaka uwe rafiki wa mchungaji leta washirika, yani unasimama kila Jumapili, baba, Bwana Yesu asifiwe sana baba Ah, yaro nasema Bwana asifiwe kanisa. Mimi mnanifahamu mimi ni mwenyeji wa mali hapa. Lakini leo nimeambatana, naomba wasalimie. Wiki ijayo tena Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mshirika wa mali hapa mnanijua. Lakini leo namshukuru Mungu. Nilipita wiki iliyopita nikamshuhudia baba huyu na leo amekuja. Namshukuru Mungu. Nimesimama kumtambulisha. Wiki ijayo, kwani mchungaji anasikia furaha, moyo unakuwa furaha unapoleta watu kwa Yesu. Amina. Aleluya, mwambie mwenzako, unataka kuwa rafiki wa mchungaji? Mwambie, mbona rahisi. Mwambie, leta watu. Mwambie, nenda ukashuhudie watu. Ndio furaha ya mchungaji. Nafikiri furaha ya mchungaji ni kuona viti viko wazi hivi ndio furaha ya mchungaji? Sio furaha ya mchungaji hii. Furaha ni kuona watu, sisi tulioko hapa tunatoka kuambia watu wengine habari za Yesu, tunawaleta kanisani, huko maofisini, huko makazini, kwenye biashara. Tunapowaleta watu kanisani, ndio moyo wa mchungaji. Anafurahi mchungaji, haleluya! Mchungaji anafurahi, Mungu anafurahi, unasababisha furaha ya mbinguni. Mungu atakuacha maisha yako wakati mwingine unalala unakuta mshirika analala na anaota mandoto, anaanguka kwenye mashimo, unaota ndoto we, baadaye kuota ndoto za kimbingumbingu, unaota malaika, unaota unadondokewa na kifusi hizo <laughs> sio ndoto za sisi tuliokoka tuote ndoto unatoka kazini umechoka, unamshukuru Mungu uku umemaliza kushuhudia, unamwambia Mungu nilinde nitetee, unaota mambo ya kimbingu mbingu, unaota, sasa unaota kila saa unakimbizwa, unaotoka kwenye usingizi una majasho. Kumbe kumbe hizo sio za ndoto za sisi tuliokoka. Tuliokoka ndoto zetu sasa, kutatizo hatuna ulinzi vitu ambavyo Mungu angeviachilia kwetu maisha yetu tumeviacha. Haleluya! Kwa hiyo kanisa wakati mwingine aliendi kwa kiwango kinachotakiwa, kwa sababu watu hatujatoka, watu hatujatoka. Tumalizie eh, eh, namba ngapi hii eh? Eh? Eh, sasa hivi tunamaliza ya ngapi? Ya tisa. Nyie wanafunzi wazuri sana, mimi nimewapenda unajua. Yaani kama kule kule kanisa hivi hivi yani, unaweza kuona kama vile hawakuelewi, lakini hivi hivi kumbe wanaelewa, wanaelewa, wanaandika vizuri, si unaona? Pointi nyingine unaharibu kazi za shetani. Faida ya uvunaji wa nafsi, unaharibu kazi za shetani. Haleluya, unaharibu, unaharibu kazi za shetani. Sehemu ambapo kazi za shetani zinaharibiwa ni uvunaji wa nafsi, tunapotoka kuambia watu maana watu wamefungwa, watu, wa watu wako kwenye vifungo, watu wako kwenye mateso, watu wako kwenye shida. Lakini tunapotoka kwenye uvunaji wa nafsi tunafanya Bwana, tunafanya Bwana kwanza kazi za shetani ziharibiwe, kazi za shetani ziharibiwe. Bwana asifiwe sana, haleluya, ame basi eh. Taendelea tena, nataka nimkaribishe mgoreza ila wasalimie mwalimu wa semina. Nafikiri nimemaliza muda kama ule ulivyosimama siku ile. E, e, katibu Andulile, nilikuwa na hesabu muda siku ile, nilikuangalia vizuri kwenye muda, na mimi nafikiri nimeenda kama ule ule. <laughs> Maana siku ile zalisimama nikiwepo na nimeona. Bwana asifiwe sana. Basi nimkaribishe eh, na nini nimetaja ni, ni ile mikoa anayofanya hii huduma na ataielezea vizuri hii huduma na nafikiri tutaendelea tena e, Ijumaa Ijumaa. Kabla sijamshukuru Mungu au nisimame, simama kwanza, tumshukuru Mungu. Baada ya hapo ata, ata, ata, tamkaribisha ataelezea kile ambacho tutaendelea nacho siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Lakini Mungu anachokutaka utoke uvune nafsi, kuna mambo mengine yamekuwa ni mazito kwako. Nimesema mojawapo faida ya uvunaji wa nafsi, kuna somo atatufundisha kwa bali ya maombi yanapojibiwa haraka, kwamba uvunaji wa nafsi huwezi ukafanya uvunaji wa nafsi kama pia wewe si muombaji, kama we uombi, ni ngumu kutoka. Kuna vitu, kwa nini unashindwa kuvuna nafsi? Kuna tatizo, kuna tatizo, kuna tatizo. Kuna mambo mengine yamekuwa ni mazito kwako, kuna mambo yamekuwa ni changamoto, ni kwa sababu hatujaamua kulifanyia kazi. Somo hili la uvunaji wa nafsi tumeona zipo faida tunapoamua kuvunia Mungu nafsi. Mwambie Bwana akusaidie kupitia semina hii, ikaachilie uamsho ndani mwako. Semina hii ikaweke shauku ndani mwako, ikaweke wivu ndani mwako, ndani wivu ndani mwako, ikaweke shauku ndani mwako, Mungu afurahishwe maisha yako. Unapokuwa unatoka kazini na kuja hapa, Mungu hafurahishwi. Unamaliza mwezi, unamaliza wiki, miezi mmoja, umwambia watu habari, Mungu hafurahishwi na maisha yako. Tupo, Mungu ametuacha tangu Januari mpaka sasa hivi, mwezi wa kumi, we umefanya lipi kwa Mungu? Mbona wengine wameondoka? Mbona wengine wanafikiri watu waza nao Januari, wengine wame... kwa nini Mungu amekuacha mpaka sasa hivi? Hivo una vigezo gani, unamshawishi una Mungu kwa lipi aendelee kukupa uhai, kukupa uzima? Unaingia, unamwambia Mungu nipe afya, akupe afya ili iweje? Iwe iweje? Japo maombi mengine Mungu, maombi ambayo ndani yake Mungu anapata maslahi, anapata faida, huwa anayajibu haraka. Sasa wewe unamwambia Mungu akulinde, Mungu akutetee, Mungu akufanikishe kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, anapata faida gani kwenye maisha yako? anapata faida gani kwenye maisha yako? Mungu akutetee, Mungu akupandisha kwa mshahara, Mungu akupandisha cheo, anapata faida gani? Anapata faida gani kwenye maisha yako? Mungu ni Mungu wa mahesabu, afanyi mtu bila mahesabu. Kama unakaa bila mafaida, kama unakaa bila faida Mungu afurahishwi. Mwambie Bwana akusaidie uwe ni sehemu, kama nilivyosema, Yesu anasema alikuwa mpatanishi, akatufanya na sisi kuwa wapatanishi. Mwambie Bwana akusaidie wewe na wewe uwe mpatanishi kuanzia sasa. Baba Mungu katika jina la Yesu asante, asante kwa neno hili la utangulizi katika semina hii ambayo itaendelea mpaka siku ya Jumapili. Baba umetufundisha haya kwa habari ya uvunaji wa nafsi. Shauku yako baba ni kutoke, tuende watu ambao wajakujua wewe. Sisi ni mashahidi tunaofanya kazi tunafanya nao kazi, wafanya biashara wengine tunafanya nao maofisini, wengine tunaishi, ni majirani zetu, lakini hatujatoka kuambia habari zako Baba. Ufurahishu na alio iwezekana. Bwana umetuacha tufike kwenye semina hii, ili Bwana ukaamusha mioyo yetu, ili tukatoke Bwana tukavune nafsi. Asante kwa kila bari asikia si, amekwepo siku ya leo na bwana umesema naye achilia uamsho achilia shauku ndani mwake, ili bwana akakuzalia matunda katika jina la Yesu Baba, na kushukuru amen. Ame, basi ongeza makofi kwa mungu wetu aliye hai. Amen, bwana asifiwe. Nawasalimu kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu. Naomba tu ukae kwa dakika sita kuchelewesha. najua uko hapa muda mrefu. amen. nijitambulishe kwanza. tufahamiane Ninaitwa Mchungaji Magnus Clemens Fungafunga Njovu. Niko Morogoro. Bwana asifiwe sana. Kwenye dini yetu pia natumika kama mkurugenzi wa idara ya tebe jimbo la Morogoro mjini, lakini pia niko na huduma ambayo nafanya na wageni tunashirikiana nao, lakini mimi nasimamia mikoa ya Mbeya, Songwe, Lukwa na Katavi na huduma inaitwa Every Home For Christ, kila nyumba kila makazi kwa Yesu na hiyo ndio agenda iliyonileta Bwana asifiwe. Kwa hiyo kesho, kwa sababu tuna mkutano mkuu, hatutaweza kuendelea na mafundisho, lakini Ijumaa tutaendelea na mafundisho lakini Jumamosi tunahitaji vitendo huduma. Mimi hiyo mikoa niliyokuambia, ninayofanya, kila mwezi lazima niende mara moja, yaani niende Katavi aidha Lukwa aidha Mbeya au Songwe, kila mwezi lazima niende mara moja. Na kila ninapokwenda ni lazima tufundishane ndani, lakini lazima siku moja tuende nje, tukamzalie Yesu matunda, ili Jumapili ninapokuwa namaliza hua nataka nipige picha na wale watu tunaowacha hapa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kanisa alitaongezeka kwa njia hiyo tu moja aliyosema mtumishi wa Mungu ya kuzaliana? Hapana. Lakini kwa kwenda sisi tukaziendea nyumba hizi hizo zizunguka ili kanisa, watu watakuja. Yaani watu wako tayari kuja hapa, ila hawajasikia mtu wakuambia na karibuni, njooni hapa kanisani. Kwa hiyo nisiwe na mengi ya kuchosha. Jumamosi saa nane mpaka saa tisa na pointi kidogo hapo chache, tutakuwa mitaani. Then saa kumi tutarudi hapa ndani, tutaendelea na mafundisho mpaka jioni, na Jumapili tutakuwa pamoja hapa lakini, naomba ubebe mzigo wa vitendo zaidi. Zana nimekuja nazo ziko hapo. Tunayo mitaala mitatu. Sasa muda wetu tutakuwa umebana sana, sijui vile ambavyo Mungu atatusaidia tunayo nimeshakuja nayo iko hapo kwenye gari, trucks za kwenda nazo mitaani zipo tayari, nimekuja nazo, tutakwenda nazo mitaani. Nitakupa maelekezo namna gani tuvitumie hivyo vitendea kazi, lakini kuombe uwe tayari kwa ajili ya huduma hiyo ya kwenda kumzalia Yesu matunda. Bwana asifiwe. Yesu anachelewa kurudi kwa sababu hatujafanya kazi, tufanyeni kazi ili awahi kurudi Mwokozi, amen. Mbarikiwe na Bwana. Hayo makofi hayatoshi, tumshangilie Bwana Yesu. Haleluya! Anayeyajua hayo, heri akiyatenda.